unaanza, inawezekana umekutana na misukosuko hapo katikati, inawezekana kuna vitu havijaenda ulivyopanga, inawezekana kuna vitu vimekutia hofu, inawezekana kuna vitu vimekutia mashaka, lakini sikia sauti ya mjumbe wa amani, anasema usiogope. Ukisikia neno usiogope, maana yake kuna vitu lazima viwe vimekuogopesha. Mungu hawezi akasema usiogope wakati hakuna kitu kimekuogopesha. Mungu awezi akasema usiogope akati hakuna kitu kimekutia wasiwasi. Mungu awezi akasema usiogope akati hakuna kitu kimekutia hofu, hakuna kitu kimekutia mashaka. Maana yake kuna vitu umekutana navyo hapo katikati, vimekutia mashaka, vimekufanya umetafakari, umewaza navukaje sasa, napitaje sasa, hii biashara itakuwaje sasa, hili deni litalipikaje sasa, nitaongezekaje sasa. Sikia sauti ya mjumbe wa amani, anasema Bwana yuko pamoja na wewe, usiogope, usiogope, usiogope. Maana yake jivike tena ujasiri, jivike tena ujasiri katikati ya maswali magumu, jivike tena ujasiri katikati ya sintofahamu, jivike tena ujasiri katikati ya mazingira ya kuwaza. Mungu amenipa neema ya kuomba. Na wafanyabiashara, kuna wafanyabiashara anakesha, anawaza atakavyolipa hilo deni anawaza atakavyovuka kwenye hilo eneo, anawaza atakavyoutoa huo mzigo, anawaza kilichotokea na wateja wake. Kuna mtu mwingine anawaza atakavyovuka kwenye hiyo changamoto iliyompata, aelewi anavukaje hapo, anakesha usiku kucha, anamuuliza Mungu maswali ambayo hayana majibu. Na wakati mwingine unamuuliza Mungu naona kama amenyamaza, maana unataka breakthrough ya haraka. Unataka kutoka haraka lakini Mungu anakuwa kama amenyamaza. Hajanyamaza, yuko anashughulika na jambo lako na ndio maana anasema usiogope. Akisema usiogope maana yake katikati ya mazingira ambayo wewe huyaelewi, yeah, yeye anashughulika na kitu chako kat kati ya mazingira ambayo wewe uoni, yeye anapigana vita yako katikati. Kati ya mazingira ambayo hayajawa wazi kwako, yeye anafanya ajenda yako. Sikia sauti ya Bwana usi okay. Saidia kumwambia jirani yako usiogope, mwambie tena usiogope.